Kijana amempenda binti akataka kumposa na kabla ya kumposa akaulizia kwanza na akapata majibu. Inaelezewa kwamba kuna kijana alitokea kumpenda binti na akataka kumposa yule binti, lakini kabla ya kumposa pale mtaani kwao akawa anaulizia tabia za yule binti na maadili aliyokuwa nayo, lakini majibu aliyoyapata kwa watu pale mtaani basi ni majibu ambayo kwamba yalimvunja moyo, kwa sababu wale watu walimwambia, huyu binti hapa mtaani hakuna binti mkorofi na mbaya tena mchafu zaidi katika huu mtaa zaidi ya huyu huyu, binti na hakuna mwanaume asiyemjua huyu binti. Ni ina maana ni, ni mwanamke ambaye kwamba anajulikaniwa na wanaume wote ndani ya huu mtaa. Kwa hiyo yale majibu yalimchafua roho sana yule kijana, mpaka akaanza kutoka na machozi, kwa sababu amempenda yule binti akaondoka taratibu akaenda kando ya mto, alipokuwa amekaa pambizoni mwa mto, huko akitokwa na machozi kutokamana na shauk na mahaba aliyokuwa nayo kwa ile mwanamke. Basi muda si mrefu akapita ajuz, mzee mtu mzima, akapita kando na kumwendea yule kijana kijana, akamwambia: ewe kijana wangu, tatizo nini imekukumba? Umepatwa na tatizo gani? Mbona umekaa kando ya mto huku ukilia na huzuni nyingi? Yule kijana akamweleza yule mzee, akamwambia mimi nimetokea kumpenda binti fulani, na kabla ya kumposa nilienda nikaulizia tabia na maadili alizokuwa nazo kwa wale watu wa ule mtano ukaa nao, lakini majibu aliyoyapata ni majibu ambayo kwamba yalimvunja moyo, ni majibu ambayo kwamba hayakumfurahisha na ndio maana analia. Yule mzee akamwambia, usijali, mimi hapa nilipo nina mabinti zangu kama hutojali nitakutunuku mmoja awe ni mke wako. Yule kijana akashangaa kwa yale maneno aliyokuwa akiambiwa na yule mzee, lakini yule mzee akamwambia, kabla ya yote kwanza naomba nenda kaulizie sifa za binti zangu mtaani na kisha uje nitakuzawadia mmoja kati ya binti zangu aweze kuwa mke wako. Yule kijana akaamua kutekeleza amri aliyoambiwa na yule mzee kwenda kuulizia sifa na tabia za wale binti wa yule mzee. Alipokwenda mtaani akawa anaulizia sifa na maadili na tabia za mabinti wa yule mzee. Basi watu wa mtaa wakamwambia, kwanza, hakuna mabinti ambao kwamba ni waharibifu wa waomeza watu, tena ni wachafu waliokuwa na maadili mabaya zaidi katika huu mtaa zaidi ya mabinti wa yule mzee. Kwa hiyo wale ni mabinti ambao kwamba ni wabaya zaidi, hata afadhali yule wa mwanzo ambao kwamba tulikuelezea. Yule kijana hata hakusubiri wamalizie maneno yao, akaondoka huko, akiwa amevunjikwa na moyo na amekata tamaa ya kuoa. Baada ya siku mbili tatu, yule mzee tena akakutana naye njiani. Mzee akamwambia kijana, unanikumbuka mimi ni nani? Yule kijana akamwambia, na nakukumbuka. Mzee akamwambia, mbona hukurudi kunirudishia majibu yangu kisha niweze kukupatia binti yangu? Yule kijana akamwambia, lile ulilonituma niende nikaulize kwa watu basi majibu ndio yapata yamenichafua roho, na nikaamua kwenda kabisa. Walinieleza kadha wa kadha wa kadha. Yule mzee akamtazama kisha akamwambia usijali, akamshika mkono, akaenda naye mpaka nyumbani. Walipofika nyumbani, yule kijana kwanza akawa na shangaa, akamkuta yule mzee yuwaishi peke yake pamoja na mkewe, wala hakuona alama wala dalili ya kupatikaniwa mtoto wa aina yoyote, sio mtoto wa kiume wala mtoto wa kike ndani ya ile nyumba. Yule mzee akamwambia, hapa unaponiona ni mimi na mke wangu ndio tumawagishi. Toka tumeoana miaka mingi iliyopita, hatujawahi kubarikiwa mtoto wa aina yoyote. Kwa hiyo ni mimi na mke wangu, ina maana mke wangu ni tasa, migumba, hajawahi kubarikiwa mtoto. Basi yule kijana kashtuka kwa wale maneno aliokuwa akiambiwa na watu mtaani. Kisha mzee akamwambia kijana yabu ya na ya, ewe mwanangu, usiwe mwepesi wa kuamini na kufata maneno anayoambiwa na watu, kwa sababu wengi kati ya watu wanaugua maradhi ya kuchafua wengine sifa zao. Laiti watu angejua kwamba yeyote anayeharibu maisha ya watu kwa uongo, basi maisha yake yatakuja kuangamizwa na ukweli. Haya ndo maneno ambayo kwamba aliambiwa na yule mzee. Mazingatio katika hichi kisa ni kwamba usiamini kila wanachosema watu, mpaka ushuhudie mwenyewe kwa macho yako, kwa sababu tunaishi katika jamii ambayo kwamba wengi wao wana ulemavu wa kufikiria, wana ulemavu wa akili, kwa sababu wengi wa watu hukosea katika maneno yao na katika maamuzi vile vile. Kwa hiyo usitegemeze kabisa maamuzi yako katika maneno ya watu, na la mwisho